Eh, mnaenjoy? Wangapi mnaangalia Azam? Eh eh, kuna kuna sinema inaitwa nini Kalista ile? Inaitwa Kalista. Eh eh, sasa huko kuna mtu anaitwa Bazili, mnamjua Bazili? Niko yeah! Tayari kwa kumwona Bazili mwenyewe live? Sasa yeah! nikimleta vibe kama zile, sasa ila mzirushe tu. Mzirushe vitu vyenu juu au sio? Yeah! Sasa hivi namleta mtu wa Matonge. Mtu wa kulifinyanga Tonge. Wanamwita Kazoa Mete kazoa

Nani anampenda? Yeah. anam Yeah. na nani anampenda? Yeah. Yeah. Yeah. Fei, sasa nataka mmoja ambaye yeah, anaweza kuongea kama fei, mmoja tu hapa, pana pewazaji mmoja anaongea kama fei, namtaka, yupo. Mnamjua Bazili? Yeah. Eh, Bazili ni mmoja, nani? Yeah. eh, indoba Sawa saa, naomba fei mmoja aje mbele hapo kwanza. <coughs> fei mmoja, fei moja, fei moja, njo njo, joojo, jo, makofi make jamani! Fei, fei, fei, fei, jamani, wa e, wa Mzimuni. Fei, fei, fei, jamani huyu e, kuna fei wa wa wapi, Lebanoni, kuna fei wa Azam na kuna fei wa wapi Mzimuni, huyu wa mzimuni. Sasa ehe, jamani, mzima fei, unaitu nani? Munira, jamani, aya, uyu ndio fei namtaka. Alia, alia, alia, alia yuko wapi? Njo, anjo, alia wapi mayamo? Aya jamani, huyu na uthubutu jamani. Kesho na kesho kutwa ndopenda kuwasaidia wadogo zetu sanaa, nanzia huku sawa. So, aya basi niko na fei wangu hapa, fei nzima. Aya mimi ndo basi ndo nani e, sasa hapa nataka nione fei ya jana

Sasa wewe ndio fei watakuwa wakaribisha watu kwamba karibu jamani, kwenye birthday ya nani ya Bazili, alafu Bazili ndio anaongea sasa pale, sawa? Sibie, haya fei, mkaribishe Bazili sasa kwenye basi. Hao ndio hao, ndio wageni wetu hao. Ongea kama fei.

tuko pamoja, mmeenjoy kidogo, si ndio? Unasemaje mambo Matonge? Eh, mchele hapa hamna, hapa mchele live hapa. Ningepiga tonge moja hivi, wanauza hivi? Ni mnangaa na evam. Kuna mtu aitwa Mustafa, unamjua? Eh, pia someni sawa eh. Someni vizuri sana yote inapatikana kwenye kusoma ukiwa na elimu yako ukifaulu vizuri eh, utaenda kusoma kuna Tasuba kule eh, Bagamoyo eh, pia vile vile kama unapenda sana zaidi baada ya Tasuba unakuja hapo Dar es Salaam University ndio eh. Eh, kwa hiyo jamani wadogo zangu someni sisi tunasoma ndio bado tumefika hapa Sawa ndugu zangu. Mimi nimemaliza. Au kuna kitu kingine tena? Kitu gani mtaka? Natoke. Ah, moto ni mtu wewe tu cha hivi. Sio babati. Eh? Nicheze. Eh, eh, kazi ni baba. Kiasi. Nimepata nicheze na watoto. Ani mbona nicheze? Mama wewe na

Nisikizeni vizuri, nilivyokuwa na miaka ishirini na mbili nilipata. Nilikuwa dereva wa dala wa nini wa taxi hizi unisikia? Nilikuwa dereva taxi, nilikuwa nachukua abiria kutoka airport kuwaleta hotelini. Kwa hiyo nilikuwa nachukua wazungu na nawaleta mahotelini. Basi siku hiyo nakumbuka rudi nyumbani, mke wangu alikuwa amenipikia kunde kunde na mbaazi amechanganya pamoja, pure kama makande hivi, nikala usiku asubuhi nimeamka sasa, nikaona mama mtu kalala, nikachukua kunde nikala asubuhi bila kuzipasha bila kunywa chai, nikachukua gari yangu kiatu mpaka yeye hapo kwa wali wazungu. Wakati namsubiri mzungu wangu anatoka kwenye nani, kwenye ndege, anaingia ndani ya ndege ya gari sasa, anaambia karibu sana, asante sana sana sana, nimepapenda. Nikamwambia karibu sana mr, ah what's your name? Ah, mr richie kambe. Yes, mr richie karibu Tanzania. Akasema asante

Alijitambaa sana kumbe mzungu, kumbe begi aliacha mle ndani akasema, oh sorry, kumbe begi liko ndani. kama mungu basi ule kile kitu cha sofwa kija sambaa ndani, akaniambia nifunge madirisha yote ni, una ni, ni vio, ni isi ni unani nini vile, nilipandisha freshener AC. Sasa pata picha, AC na kile kitu kikikutana, ayese amini. Basi mzungu akaanza kukunja uso, mimi namwangalia tu pande na kuendesha kwa juto mwangalia, nikamwambia mzungu, na unaje ile hewa ya Tanzania? akaniambia ha, aliyosema ikiendelea hivi hivi itanyesha mvua ya mavi. Yaani, mmeona sasa jinsi gani kazi zinavyokuwa na changamoto. Sawa ndugu zangu, kwa hiyo pia tuwe na upendo. Mnaposoma kuweni na upendo eh, uwezi jua kesho utakuwa nani na mwenzako atakuwa nani, umeelewa? Kwa mfano tunatakiwa kuwa pia tuwe na imani na, na Mwenyezi Mungu, si ndivyo eh? Kuwa na, na imani na kuwa kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo kwa mfano kama wewe hapo wewe una rafiki yako, wewe unasonga pembeni, wewe Ehe, malaika akakutokea, ehe, malaika akakutokea, akamwambia omba kitu, rafiki yako atapata mara mbili yako. Utaomba kitu gani? Unaona, <coughs> <coughs> eh, kama mtu mwenye upendo unaweza ukaomba, mimi naomba nipate gari, rafiki yako atapata magari haya mawili. Ukiomba nyumba, rafiki yako atapata nyumba hizi mbili. Lakini eh, lakini jamaa alikuwa anaomba, akasema mimi naomba nitoe jicho ni moja ili mwenzake akatoa ngapi? Mawili. Kwa tusiwe na roho hiyo, sawa ndugu zangu eh? Tupendane, tunasoma tunatafuta connection, huwezi jua kesho nani atakusaidia, sawa so, pia mwombeni Mungu na ukipata kitu mku, mnani mshukuru pia Mwenyezi Mungu, unamshukuru ni Mwenyezi Mungu eh. Hey, kuna mtu mmoja alikuwa alimuomba Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, naomba Mwenyezi Mungu naomba, mimi hapa nina njaa, naomba nikitoka hapa Mwenyezi Mungu niokote elfu mbili tu, nikikota elfu mbili buku naenda kutoa sadaka kama kurudisha wewe na buku naenda kula basi, basi jamaa akatoka nje, akatoka nje, ndo anatembea tu, eh, Hamadi baada ya kukuta simu yake akakuta elfu moja, akasema ah, Mungu mja nje kweli, akakata buku yake moja kwa moja. Kwa hiyo sasa huko kote ni mbali, usisikie huko. Sawa. Unaweza kuomba kikubwa au kuomba kidogo, kile kile kitoe gawani na Mwenyezi Mungu wako. Sawa? Eh, mimi nadhani nimemaliza hapo, nikiendelea sana sana nitakalia hapa jamani. Baadaye ni kucheza, kupindisha story, unajua mtasahau Ah!